Um. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi CCM, Dr. John Magufuli ameanza kampeni rasmi katika mkoa wa Katavi na kuahidi kutatua kero kadhaa zinazokabili mkoa huo, ikiwemo ujenzi wa barabara inayounganisha mkoa wa Katavi na Kigoma yenye urefu wa kilomita 199 na, na barabara inayounganisha mkoa huo na Tabora. Daka Magufuli amesema hayo katika maeneo tofauti ya mkoa wa Katavi na kuongeza kuwa ahadi itakamilishwa kwa wananchi kuchagua chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Mwandishi wetu Jafarihaniu anayotaarifa zaidi. Magufuli, Magufuli, Magufuli. Baada ya kutambulishwa rasmi na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Mapinduzi CCM waziri mkuu Pinda, Daka Magufuli amewahakikishia wakazi wa Mishamo kuwa ameamua kufika katika eneo hilo lenye urefu wa takriban kilomita 134 kutoka Mpanda mjini kwa barabara ili aweze kujionea shida zao zinazowakabili <todicu> Magufuli pia ameahidi kuboresha maisha ya wananchi wa maeneo hayo kwa kuweza kuboreshea sekta mbalimbali ambazo zina mchango mkubwa kimaendeleo ikiwemo tatizo la ukosefu wa umeme. Tatizo la maji. Kuna wananchi, wananchi wanakopesha serikali, kwenye serikali na wale Akimkaribisha mgombea huyo wa urais kwa wakazi wa eneo hilo, Waziri Mkuu Mizengo Pinda ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM amesema sera nzuri za Chama cha Mapinduzi ndizo zilizowezesha wananchi wa eneo hilo kupata uraia wa Tanzania. Chama hiki kwa sera zake zilivyo ndio kilichoridhia kwamba wale wenzetu kutoka Burundi ambao wameamua wenyewe kwa hiari yao kutaka kuwa raia basi Nao baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamezungumzia ahadi hizo. tunaomba haya ayafanyie kazi kama ilivyo, na sisi kura zote hizi atapata. kwa ahadi yaliyotuahidi, kama tutaweza kuitimiza, watoto wetu watasoma vizuri, watakuwa na afya njema Leo tunaomba hizo ahadi alizozitoa tuweze kufanikisha na aweze kutujali sana. Msafara wa mgombea wa urais Dr John Magufuli ulilazimika kusimama mara kwa mara kutokana na kuzuiwa na umati mkubwa wa wananchi wa maeneo vijiji vya Majalila, Luafi na Vikonge kutokana na shauku kubwa ya kutaka kumwona. Jafari Aniu, TBC Katavi.